Mume wako mlianza vizuri, anza sema, nakuona una nguvu za kiume, halafu unifikishe kileleni. Nini, nicheke na wewe? Wanaume wakiambiwa amefukuza kwekwe, aende kwao ni sambi, fukuza. Kuna mama hapo anahitaji kuomba mume wake jirani na yeye, wewe unawataka mchezea. Mama baba amelala ndani, atoka huko kwenye ukumbi. Nani aliyekuambia mimi siwezi hivyo, ujinga hivyo.